yanayohusu katika ibada ya hija. walilahi lhamdu. Kabla ya kuendelea na kipindi chetu hiki, jambo la kwanza ni kualike na nikuombe usiache kushare, kulike na kucomment darsa yetu kwa ajili ya kufikisha mbali ujumbe huu, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, mandalla ala khairin kafailihi, yule mwenye kusaidia jambo la kheri ni kama aliyefanya. Mimi nazungumza natoa mawaidha, na wewe unasambaza yale mawaidha Siku ya Kiama, mimi nawe tunashirikiana pamoja katika kutafuta malipo mbele ya Allah subhanahu wa taala. Lakini pia usiache kunieleza wewe, mfuatiliaji wa kipindi hiki, unatokea katika nchi gani, ili katika yale ambayo sisi tunayaboresha katika vipindi vyetu, basi tujue kwamba kuna wapenzi wafuatiliaji wa kipindi hiki Adinu Nasiha kutoka katika nchi kadha wa kadha. Ndugu yangu katika imani, kipindi chetu cha leo Adinu nasiha tunazungumzia ibada ya hija. Kwa nini tunazungumzia ibada ya hija? Kwa wale ambao wanaofuatilia, leo tuko tarehe ishirini na nane ya mwezi wa Dhulqadi elfu moja mia nne na arobaini na sita hijria, ikiwa ni siku ya juma nne. Kesho ni siku ya Jumatano insha allah, huenda kama Mungu atatujalia itakuwa ni mwezi ishirini na tisa Dhulqadi. Maana yake mwezi ishirini na tisa jioni tuna uwezo wa kuangalia mwezi kama utakuwa umeandama, siku itakuwa imeshabadilika, tutakuwa katika mwezi wa Dhulhija, na kama tutakamilisha thalathini, falillahi alhamdu. Basi baada ya hapo siku itakayofuata itakuwa ni Dhulhija. Kwa kwayo, katika haya masiku tuliyoko ndiyo masiku ya kufanya maandalizi kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija kwa taasisi zetu mbalimbali mbali zilizoko hapa nchini Tanzania falillahi alhamdu. Tangu jana taasisi mbalimbali zimeanza safari kuelekea katika mji mtakatifu wa Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, na hii ibada ya hija ni katika ibada kongwe. Ibada hii ni tangu wakati wa Nabi Allahi Ibrahima alaihi salatu wassalam. Ibada hii ni katika ibada za zamani sana, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuwacha kutueleza katika Qur'an ametueleza katika surati alhaji sura yenyewe inaitwa surati alhaji ni sura ambayo pamoja na mengi yaliyoko huko ndani pia imepata kuelezewa habari ya hija ni sura ya 22 sura hii ni sura ambayo ina aya takriban sabini na nane ina maneno takriban elfu moja mia mbili na sabini na nne na ina herufi takriban

Sadaqa Allahu ladhim, anaambiwa Nabii Ibrahima alaihi ssalatu wassalam, watangazie watu kunako ibada ya hija. Waite watu kwa ajili ya ibada ya hija. Watakujilia wale ambao wanatembea kwa miguu, watakujilia watu walio juu ya wanyama kama vile ngamia waliokonda, wakitoka masafa ya mbali, na watakujilia wakiwa wanatoka katika kila kona, katika njia mbalimbali. Hii aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuonyesha wazi kwamba ibada ya hija ni ibada aliyoiridhia na aliyokwisha kumwambia nabii wake Ibrahimu awatangazie watu kwa ajili ya ibada ya hija. Lakini vile vile katika hii aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewajalia baadhi ya, aliwajalia hivi tunavyozungumza wameshafanya maandalizi na wengine wameshafika katika ardhi takatifu ya Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, na wale ambao bado hawakujaaliwa yataka waendelee kumwomba Mwenyezi Mungu hali wakiweka mpango wa ukusanyaji wa masurufu ambayo yatakayowasaidia kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija, ibada ambayo kwa umri wako wote walau unatakiwa mara moja uweze kuhiji. Kwa yule ambaye atarudia mara ya pili, mara ya tatu, mara ya tano, hakuna ubaya ndiyo katika namna bora ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Kwa hiyo ukitazama ibada ya hija inakuwa ni nguzo ya tano, nguzo ambayo ina sharti kwa mwenye kuweza, na kuweza ni namna ambayo itakuwa imemwezesha yeye kuweza kufika kutekeleza ibada ya hija. Wapo ambao wanatoka nchi jirani wanatembea kwa miguu kufika katika eneo takatifu, lakini wapo wanaotoka masafa ya mbali wanakwenda kwa mwendo wa baiskeli. Wengine wanasafiri kwa magari kutoka nchi kwenda nchi mpaka wanafika pale. Wengine wanasafiri kwa njia ya ndege mpaka wanafika pale. Almuhimu, unatakiwa utekeleze ibada ya hija. Itakuwa ni jambo la ajabu leo kuna mtu Mwenyezi Mungu amempa uwezo, amempa fursa, lakini hajatia nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Darsa hii au nasaha hizi zinamkumbusha mtu huyo ambaye ana uwezo ana fedha ya kutosha, lakini bado hajatia nia kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ndugu yangu katika imani, usisubiri mpaka uondoke katika huu ulimwengu, ikisha uache wasia kwa watoto wako kwamba mimi kama nitakufa, naomba mkanitekelezee ibada ya hija kwa sababu nina mali. Nenda mwenyewe yule ambaye anasema nasubiri mpaka niwe mtu mzima, la pale Maka na Madina kuna matukio yataka wewe uyaendee ukiwa bado kijana, ikiwa bado una nguvu. Ndugu yangu katika imani, tutakuwa tukieleza matukio mbalimbali yanayofanyika pale Maka inshallah, kwa lengo la kujifunza katika kipindi hiki adinu nasiha. Dini ni kunasihiana, lakini baada ya kubadilika mwezi, kuna haya masiku ambayo ni masiku bora yametajwa katika Quran, walfajri wa layali lashr. Mwenyezi Mungu ameapa kwa walfajri na masiku kumi yaliyokuwa bora. Masiku haya kumi yanapatikana katika mwezi wa Dhulhijja, yani mwezi unaofuata baada ya mwezi tulionao, ambapo baada ya siku mbili au tatu tunaweza kuingia katika huo mwezi. Yale masiku ni masiku matukufu sana, yako katika mwezi mtukufu kwa sababu Dhulhija ni katika miezi iliyotajwa minne mitukufu. Hivyo, kufanya ibada yoyote katika mwezi mtukufu, malipo yake unapata maradufu zaidi ya vile ada ya kawaida utakavyolipwa, ndugu yangu katika imani. Lakini pia kuna funga ya mwezi tisa, funga ya Ashura, haya yote yanapita katika mwezi wa Dhulhija. Yataka uyafahamu mapema ili uweze kuyatekeleza ndani ya masiku munasaba, ndugu yangu kaka iman, baada ya kuyasema haya, naamini utakuwa umepata mwangaza juu ya kutekeleza ibada ya hija, au kujipanga kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija, ibada ambayo baadhi yetu ndugu zetu wamekuwa wakituaga wakitupigia simu wakitutembelea kama familia, wanatueleza makusudio yao hayo wanapotujilia, manake sisi tuwaombee Mungu wasafiri salama, wakatekeleze ibada zao kwa uzuri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awatakabalie ibada yao ya hija, lakini pia na sisi wapate kutuombea. Haya ndiyo mambo ambayo mmoja wetu akitujilia kwa ajili ya kutaka kutuaga, yatakiwa tumfariji, tumtie moyo, ili aweze kwenda kutekeleza ibada ya hija. Imuombe Allah subhanahu wa taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana, atufanye miongoni mwa wale ambao watakaosikiliza maneno na kuyafata yaliyokuwa mazuri. Niendelee kukuomba ndugu yangu usiache kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kukufikia mengi mazuri yanayohusiana na kipindi chetu hichi, bora addinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma al Kushairi Ashirazi al. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.